Mpendwa mtazamaji, leo ni sherehe ya mwili na damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza tunalipata kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na nne aya ya kumi na nane hadi ya ishirini. Somo la pili tunalipata kutoka katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Wakorinto Sura ya 11 aya ya 23 hadi ya 26. Na injili tunapata kwa mwinjili Luka sura ya tisa aya ya 11 hadi ya 17. Hii sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilianza wapi? Na ina umuhimu gani katika maisha yetu? Tuanze kuangalia juu ya mwili na damu ambayo ni ya Kristo ambayo baadaye tunapelekea kwamba ni Ekaristi vile ilivyokuwa katika maandiko matakatifu na hasa katika agano la kale. Katika agano la kale, Mwenyezi Mungu katika mpango wake wa kuweza kuwainua watu ambao walikuwa wameanguka katika dhambi yeye aliweza kuiandaa Ekaristi takatifu ambayo ndio mwili na damu ya Kristo kwa mafunuo ya taratibu ili wanadamu waweze kuelewa mpango mzima wa ukombozi ambao Mwenyezi Mungu alikuwa ameuandaa. Tunaanza kuona alama za damu katika maisha ya Abeli, mtoto wa Adamu na Eva ambaye aliuawa na ndugu yake aliyekuwa anaitwa eh, Kaini. Na Mwenyezi Mungu alipoona kwamba Abeli ameuawa, anamuliza Kaini, damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Na katika kitendo hicho, Mwenyezi Mungu anachozungumza katika kitabu cha Mwanzo sura nne aya kumi kwamba damu inanililia kutoka katika ardhi. Tunakuja kuona sasa katika Agano Jipya damu ya Yesu inanena mema kuliko ile damu ya Abeli ambayo ilikuwa inalipiza visasi, wa Ibrania sura ya 12 aya ya 24. Kwa hiyo tunaanza kuona mwanzo kabisa wa alama ambazo zinakuja kutumika katika agano jipya, damu, baadaye katika habari za mkate, ambayo ndio baadaye tutakuja kuzungumza juu ya mwili wa Kristo, tunakutana na huyu ndugu alikuwa anaitwa melikizedeki ambaye tumemsoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 14 aya ya 18 hadi ya ishirini. Melkizedeki yeye alikuwa ni mfalme na alikuwa ni kuhani mkuu, alikuwa ni mfalme na kuhani wa Salemu. Wataalamu katika lugha hii ya Kiebrania wanasema kwamba Salemu ndio ile Yerusalemu ya sasa hivi. Yeye alikuja kumbariki Ibrahimu aliyekuwa ametoka kupigana vita na akawa ameshinda. Kitendo cha kuja kumbariki Ibrahimu maana yake kwamba yeye alikuwa ni juu ya Ibrahimu. Na alipombariki, e, ndipo huyu sasa akapokea sadaka ya mkate na divai, yaani hiyo ilikuwa ndio mfano wa ile wa ekaristi takatifu. Kitendo hiki cha Melkizedeki ambaye yeye ni mfalme wa amani Wataalamu wa maandiko wanasema hana baba hala hana mama na yeye pia hana mwanzo wa, wa, wala hana mwisho. Melkizedeki yeye anafanana sana na mwana wa Mungu ambaye atakuja kuwa kuhani mkuu wa milele katika agano jipya, na katika kila adhimisho la mwili na damu au ekaristi takatifu lazima awepo kuhani kwa kuhani wa kwanza ambayo tunakuja kumwona ni, ni Melkizedeki katika agano hili la kale. Na katika pia agano hilo la kale, kuhani wa pili tunayemwona kupitia maandiko matakatifu akisimama katika maadhimisho ya mwili na damu anakuja kuwa ni Musa. Musa yeye alikuwa ni kuhani aliyesoma maandiko matakatifu chini ya mlima ule wa Sinai mbele ya wale wa Israeli zaidi ya laki sita. Alichukua damu, tunaipata katika kitabu cha Kutoka sura ya ishirini na nne aya ya nane akasema, tazama, hii ni damu ya agano ambayo Bwana amefanya nanyi siku ya leo, akiwa anaonyesha wana wa Israeli na maneno hayo hayo, hii ni damu ya agano itakuja kutumika katika agano jipya. Yesu mwenyewe katika injili ya Matayo sura ya 26 aya 28 atasema hii ni damu yangu ya agano. Katika agano la kale Musa hakusema damu yangu, alisema hii ni damu, lakini katika agano jipya Yesu Kristo atakuja kutamka damu yangu, damu ya agano. Na katika habari hizi ambazo Yesu Kristo anakuja kuzungumza kwetu kutoka ile sura ya 34 aya 29 Musa alipokuwa amekaa mlimani kule kwa Bwana amekaa siku arobaini, alipokuwa anashuka Musa, uso wake ulikuwa umeng'ara, ikabidi aweze kuweka utaji ili wana wa Israeli wasiweze kuona uso wake, kwa ajili ya utakatifu aliokuwa nao. Yesu Kristo mwenyewe ambaye anasema hii ni damu ya agano, anavyoshuka kwetu, anavyokuja kwetu, kukaa kwetu anakuja kwetu akiwa amefunikwa. Yesu Kristo anafunikwa na nini? Yesu Kristo anafunikwa katika mkate na katika divai, tusije tukauona utukufu wake, kwa sababu hatuwezi kustahimili kuweza kuangalia utukufu wake kamili. Roho zetu ambazo ni za udhambi, zinazoanguka zinaweza zikachingwa, kwa sababu tunatiwa giza katika sababu ya dhambi, kama vile Musa alivyowekewa utaji. Yesu Kristo katika nyakati hizi, katika Agano Jipya anakuja katika utaji wa mwili na divai, anakuja katika utaji wa mkate na divai, amefunikwa katika utakatifu huo. Ndio maana Mtakatifu Tomasi wa Akwino anasema yasiyoonekana kwa macho, imani huyaona. Katika ibada mbalimbali mbali ambazo wana wa Israeli walikuwa wanazifanya kipindi hicho, damu ilikuwa ndio kielelezo kikubwa sana katika kufanya ile ibada mbele za Mwenyezi Mungu. Yaani, damu ya mwana kondoo ndio ambayo kila kuhani alikuwa akitoa dhabihu kwa Bwana ilikuwa lazima aipeleke mbele za Mwenyezi Mungu, na walikuwa wanafanya jambo moja kubwa sana kupitia damu ya mwana kondoo. Kuhani alikuwa anaipokea dhabihu kuhani huyu ambaye anapokea dhabihu katika Agano la Kale. Ndio maana katika Agano Jipya, kuhani katika misa takatifu, naye pia anapokea dhabihu zile zile kutoka mikononi mwa waamini. Dhabihu ya agano ya kale ambayo ilikuwa inakubalika mbele za Mwenyezi Mungu ilikuwa ni kondoo, tena kondoo dume ambaye ni wa mwaka mmoja. Huyu alikuwa anakubalika mbele za Mwenyezi Mungu na si mnyama mwingine mwana kondoo huyu ili aweze kutolewa sadaka alikuwa hapasi kuweza kupinga, alikuwa hapasi kuweza kukimbia au kuweza kulia. Utakuja kumsikia nabii Isaya katika sura ya hamsini na tatu aya saba anasema kwamba mwana kondoo huyu anaye aliyekuja kuchinjwa kwa ajili yetu hakupiga kelele, yeye alikuwa ni mpole, hata kwa wale waliokuwa na mkata manyoya yake, yaani alikuwa hakuinua kinywa chake kupiga kelele ndipo hapo kuhani wa Kiyahudi kabla ya kumtoa mwana kondoo yule kuweza kuchinjwa, alikuwa anaiuliza ile familia ambayo ilikuwa imemleta mwana kondoo kuja kuchinjwa, je, mnampenda mwana kondoo huyu? Ikiwa familia ile yote wakisema hawaipendi hawa hawampendi yule mwana kondoo, basi walisema kama huyu sio sadaka ya kuweza kutolewa, na ndio maana baadaye utakuja kumwona Yesu Kristo mwenyewe akiwa anamuuliza Yohana katika Injili ya Yohana sura ya 21 aya 15, alipokuwa anataka kuweza kujua, je, Yohana unajitoa sadaka kwa ajili ya kazi yangu? Alimuuliza mara tatu, je, unanipenda? Na ndipo alipozungumza kwamba Yohana, anakupenda Yesu, akamkabidhi akamwambia lisha kondoo wangu mara mbili, na akamwambia chunga kondoo wangu mara moja. Familia hii ambayo ilikuwa imeleta sadaka kwa kuani ilikuwa inamweka mwana kondoo mikononi mwa kuhani, na wanapompatia huyu mwanakondoo mikononi mwake ilikuwa ni ishara kwamba wanaweka maombi yao mikononi mwa Mwenyezi Mungu, wanaileta sadaka yao mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana Yesu mwenyewe kwamba alikuwa ni mwana kondoo halisi aliyekuwa anamwaga damu yake kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu alitamka maneno haya katika Injili ya Luka sura ile ya 23 aya 46 kwamba Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, kwamba kama vile ile familia walivyokuwa namkabidhi mwana kondoo mikononi mwa kuhani, na yeye mwenyewe pia anajikabidhi mikononi mwa Baba yake. Na baada ya kumkabidhi yule mwana kondoo kwa kuhani, kuhani mkuu na familia ile yote walikuwa wanasimama na kufanya maombi ya pamoja kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu aikubali sadaka hii, akubali damu ya huyu mwana kondoo asiyekuwa na hatia kwa ajili ya familia hii waliokuwa wametoa ile sadaka, na kama vile mwana kondoo alivyomwaga damu yake kukomboa dhambi za familia ile, baadaye tutakuja kumsikia Yesu akiwa anatamka kwamba damu yake itamwagika kwa ajili ya ukombozi wa dunia nzima, na hii inafanyika sana katika misa takatifu. Kuhani baada ya kupokea sadaka, baada ya kupokea vipaji eh, kutoka kwa waumini anasema: salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi inasimama namna gani? Inasimama katika yule kuhani wa agano la kale aliyekuwa anaipokea dhabihu mwana kondoo kutoka kwa ile familia na baadaye wanasali pamoja: sali ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Baada ya kitendo hicho cha kuhani kupokea sadaka, ndipo alikuwa anakuja mkuu wa familia, anakuja na kisu ambacho kina ncha kali, ambacho anakata koromeo au koo la yule kondoo na kuhani anaikinga ile damu ya yule mwana kondoo, kisha kuhani anaingia patakatifu patakatifu akiwa anaenda kunyunyiziwa eh, kunyunyizia madhabahu ile iliyokuwa ndani ya patakatifu. Ataizunguka mara saba akinyunyizia ile damu ya yule mwana kondoo, na baada ya hapo anaochukua mwili wa yule kondoo na kuweka juu ya madhabahu, na baadaye moto unamteketeza yule kondoo na katika ibada hii ambayo ndio kilikuwa kiini cha mwisho kabisa katika sadaka ya Mwisraeli yoyotele au Mwebrania yoyote ile, e, ikiwa moshi ule umeelekea mbinguni kuhani alikuwa anasimama anawaambia, sadaka yenu imekubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Na ikitokea katika kitendo kile cha ibada upepo umekuja umepiga, e, ile dhabi, ule moshi ukaelekea pembeni familia ile ilikuwa inapaswa kuweza kurudi nyumbani ikajipange ije tena mwaka mwingine kuja kutoa sadaka yao iweze kubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Na sadaka ambayo walikuwa wanaitoa kila mwaka, yule kondoo, ilikuwa inawabeba safari yao kwa muda wa mwaka mzima. Leo katika ibada ya misa takatifu, Yesu Kristo kupitia kuhani akipokea sadaka, yeye anayemwaga damu, na hiyo damu anayoimwaga pale inakuwa ukombozi kwa ulimwengu mzima. Yani, harudii tena kama ilivyokuwa. Sasa tumeona mwana kondoo alikuwa analetwa. Kitu kingine ambacho kilikuwa kinaletwa madhabahuni ilikuwa ni mkate. Mkate ulikuwa lazima uwepo katika e, kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya saba aya 48, mkate wa onyesho ulikuwa lazima ukae katika hema, ulikuwa lazima ukae katika hema, yani yalikuwa ndio maandalizi ya uwepo wa Ekaristi takatifu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yeye alimwamuru Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 aya ya 8, akasema hivi, wanitengenezee patakatifu ili nikae katikati yao. Kwa hiyo tunaanza kuona Mwenyezi Mungu mwanzoni kabisa anataka kuweza kukaa katikati ya wanadamu, ndio maana anasema wanitengenezee patakatifu ili niweze kukaa katikati yao na baadaye anasema wakishatengeneza hapo patakatifu waweke sanduku la agano. Na baadaye Mwenyezi Mungu akamwambia Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 aya ya 22 anasema kat, huko ambapo penye utakatifu pale patakatifu, huko nitakutana nawe na kutoka juu ya kiti cha rehema kutoka kati kati ya makerubi mawili walio juu ya sanduko la ushuda, nitazungumza na wewe, yaani Mwenyezi Mungu atazungumza na Musa kupitia lile sanduko la agano. Na baadaye Mwenyezi Mungu akasema utaweka mkate uwepo juu ya meza mbele yangu, na atasema hivi kwamba ule mkate ambao utakaoweza kuwekwa mbele zake katika lile sanduko la agano, Mwenyezi Mungu atakaa na watu wake ndio maana basi utakuja kumsikia Yesu Kristo akiwa anawaambia mitume wake katika Injili ile ya Matayo sura ya 28 aya 20 kwamba mimi niko pamoja nanyi. Kwa hiyo tayari maandalizi yale yote ya mkate wa onyesho katika Agano la Kale ilikuwa Mwenyezi Mungu aweze kukaa pamoja na sisi, na Yesu Kristo amesema nitakaa pamoja na ninyi. Ndio maana utakuja kumsikia baadaye katika Agano Jipya anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu baada ya maandalizi ya mkate wa onyesho na damu ya mwana kondoo ambavyo ndivyo vilivyokuwa vinatumika katika ibada hizo. Sasa tuje tuone e, Ekaristi Takatifu kipindi kile cha Pasaka ambapo wana wa Israeli tunapata katika kitabu kile cha Kutoka sura ya kumi na mbili kuanzia aya ya tano mpaka ya sita. Mwenyezi Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli waende katika nchi ile ya ahadi ilibidi uweze kumwandaa mwana kondoo, na Mwenyezi Mungu akasema umwandae mwana kondoo asiyekuwa na doa, dume wa mwaka mmoja, mtamkusanya katika jamii ya Waisraeli, na jioni mtamchinja. Na mkisha mchinja yule, na kama vile uh, Yesu Kristo alivyo, pia alivyokuwa amefungwa, baadaye Mwenyezi Mungu anaamuru kwamba mtamla nyama yake usiku huo, na akamwambia Musa kwamba katika usiku huo nitawapiga wazaliwa wote wa kwanza katika nchi ya Misri na damu ya yule mwana kondoo mliye mchinja mmepaka katika miimo ya milango itakuwa ishara kwenu, nitakapoona ile damu nitapita juu yao. Kwa hiyo, e, Ekaristi Takatifu na damu takatifu ya Yesu Kristu inaanza kuonekana wazi kabisa katika ile sherehe ya Pasaka ya kwanza ambapo wana wa Israeli walimla. Angalia maneno anayezungumza huyu eh, malaika anavyompatia maagizo. Angalia maneno ambayo Musa anapewa juu kwamba wakichukua damu ya yule mwana kondoo wakipaka katika miimo ya milango yao ataka, malaika wa Bwana atakapoona ile damu, atapita juu ya ile zile nyumba, na wale wana wa Israeli watakuwa salama. Kitendo cha malaika kupita juu ilikuwa inaitwa pass over, ndio Pasaka hii. Malaika wa kifo alipopita juu na popote pale ambapo huyu mtu wa mwenyezi Mungu alikuwa ana damu ile, malaika alipita juu. Malaika alipita juu na magani? Malaika wa Bwana alipita juu ya Waisraeli wote, na kabla ya hapo pia, wakati Farao alipokuwa anataka kuweza kumuua alipokuwa anawaua watoto wale wa Kiebrania ambao walikuwa watoto wa kiume kutoka sura ya kwanza aya ishirini na mbili kifo hakikumgusa Musa kifo kilipita juu na Musa akawa salama na utakuja kukuta pia wakati pia farao wakati pia um, katika agano jipya Herode anapotaka kuweza kuwachinja watoto wote katika agano jipya kule Betlehemu kifo kilipita juu ya Yesu Kristo na hakuweza kumkamata. Maana yake nini? Nguvu ya damu ya Yesu Kristo na nguvu ya Ekaristi Takatifu. Kwa wale wote wanaokula mwili wa Kristo na kwa wale wote wanaokunywa damu ya Kristo, nguvu ya mauti itapita juu yao, hawawezi kupata mauti. Ukiacha Ekaristi Takatifu, ukiacha damu ya Kristo, usipoitumia damu ya Kristo, usipoitumia damu ya mwili wa Kristo katika maisha yako ukaacha kukomunika, utambue kabisa kwamba mauti itakuja kwako, kwa sababu kama wana wa Israeli walivyoambiwa wapake damu katika miimo ya milango yao, leo hii tunapaka damu ya Kristo katika midomo yetu. Mdomo ni lango. Kwa hiyo malaika wa kifo akija, akikuta mdomo ambao hauna damu ya Kristo, haujapokea mwili wa Kristo, mauti lazima ije kwa huyo mtu lakini ukiwa salama, mauti hayawezi kuja kukuta. Na kuna shuda nyingi za watu wengi ambao walipoanza maisha yao walipoanza siku kwa kuhudhuria misa takatifu, wakapokea mwili na damu ya Kristo, vifo havikuwakuta, wamekuwa wako salama. Na huo ndio ushuda wa kwanza ambao katika sherehe hii ubebe. Vilevile pia katika Agano Jipya ambapo tunaona kwamba linakuja kutimiliza ule mpango wote wa Mwenyezi Mungu katika kuja kumkomboa mwanadamu. E, tunaona mambo yafuatayo ambayo yalikuwa yamefanyika katika Agano Jipya. Yesu Kristo mwenyewe ambaye alianza masimulizi yake juu ya Ekaristi takatifu alianza kujitamka, alijitamkia yeye mwenyewe kwamba yeye ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni na lilikuwa ni wazi kabisa. Injili ya Yohana sura ya sita kuanzia aya 51, mimi ndimi mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Na akasema, mkate huu atakaye kula mkate huu ataishi milele na mkate nitakaotoa mimi ni kwa ajili ya ulimwengu wote. ma Wayahudi walifahamu wazi kwamba hawapaswi kuweza kula damu, kunywa damu, hawapaswi kuweza kula mwili au kitu chochote kile ambacho kina damu, hawapaswi na baadaye pia kuweza kunywa a damu, walishakatazwa. Na baadaye pia maneno ya Yesu Kristo walivyozungumza haya, wengi walijitenga, walijitenga, hawakuambatana na yeye. Na baadaye pia katika ile karamu ya mwisho, pia huyu Yuda alijitenga pia na Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Wale wote waliojitenga, maisha yao yalikuwa ni mabaya. Yuda alivyojitenga tu na misa takatifu na Ekaristi Takatifu alienda kujinyonga. Kwa nini? Roho ya kifo ilikuwa imeingia ndani mwake. Na katika ile karamu yake ya mwisho Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa amekaa akiwa pamoja na wale mitume wake, aliagiza akawaambia maneno haya kwamba, nendeni mkaandae karamu ile ya mwisho, nataka kuja kula pamoja na ninyi na alikiwa huko katika ile karamu yake ya mwisho Yesu Kristo akiwa pamoja na wale mitume wake, masimulizi yanazungumza hivi kwamba yeye Yesu Kristo alitoa mkate, ni Mathayo sura 26 aya 26, akasema huu ni mwili wangu, na baadaye eh, Mathayo sura 26 aya 27, akasema hii ni damu yangu. Marko pia anathibitisha hilo, Yesu Kristo katika ile Marko sura 14 aya 22, alisema huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu. Na baadaye pia Luka sura ya 22 aya 19 akasema huu ni mwili wangu, na akasema hii ni damu ya agano jipya katika damu yangu. Akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, yaani kila wakiwa wanafanya hivyo maana yake uwepo Yesu Kristo utakuwa pamoja na sisi. Yesu aliwahakikishia mitume wake juu ya Ekaristi Takatifu kwamba hiki ndicho kielelezo cha karamu ya mwisho huko mbinguni. Ndio maana katika Mathayo sura ya 26 aya 29 alisema, ninawaambia sitakunywa tena tunda hili la mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa upya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Alikuwa na maana gani kutamka maneno haya? Kwamba sitakunywa katika ibada yoyote ile ambayo wana wa Israeli walikuwa nakula mlo wakiwa mezani, baba wa familia alikuwa, alikuwa amewekewa mbele yake vikombe vinne na ambavyo alikuwa lazima baada ya kuweza kuibariki aweze kunywa. Kwa Yesu Kristo katika ile kalamu ya mwisho ya Pasaka, na yeye mwenyewe pia alikuwa amewekewa pia vikombe vinne vya divai. Alipofika kwenye kile kikombe cha tatu hakuweza kukinywa kama nilivyozungumza kwamba nawaambia, sitakunywa tena tunda la mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa upya pamoja nanyi katika ufalme wa mbinguni. Ukisoma katika injili ya Luka sura ya 24 alipokuwa mezani pamoja nao, alichukua mkate, kaubariki akaumega. Sasa Yesu Kristo alikunywa sangapi? Hii hiki kikombe cha mwisho, wengine wanazungumza kwamba pale alipokuwa kwenye mateso yake pale msalabani ndipo alipomalizia kile kikombe cha mwisho akakinywea. Na katika hiyo basi, Yesu Kristo mwenyewe akawa anaandaa karamu ile ya mwisho. Paulo yeye mwenyewe anakuja kututhibitishia leo hii kwamba habari za Ekaristi takatifu ni mafundisho aliyoyapata kutoka kwa Yesu Kristo yeye mwenyewe, yaani katika mambo makubwa ambayo Yesu Kristo alimfundisha, alimwambia, alimwonyesha juu ya kile kitendo alichokifanya katika karamu yake ya mwisho. Na Paulo akathibitisha na Yesu akasema kwamba mnapoula mkate huu na kunywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata pale atakapokuja. Mpendo wa mtazamaji, habari za sherehe ya mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo, ndiyo sherehe kubwa katika kanisa Katoliki na juu ya mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo ndio kielelezo cha mwisho katika maisha yetu na ndio maana popote pale katika uwepo wa kanisa katoliki akiwepo kuhani lazima mwili na damu bwana wetu yesu kristo viwepo pale. Na katika habari za kuwepo kwa Yesu Kristo inaonyesha kwamba yeye yupo pamoja na sisi. Hakuna nyakati ambazo Kanisa limeteseka au Yesu Kristo ameliacha, ili Kanisa limedumu zaidi ya miaka elfu mbili na ishirini na tano kwa sababu Yesu Kristo amekuwa pamoja na sisi katika magumu haya yote. Kwa hiyo siku hii ambapo tunaenda kumtangaza Kristo, tunauambia ulimwengu wote kwamba Yesu Kristo yu mzima, yupo katika maumbile ya mkate na divai, yupo katika mwili na damu yake, yu mzima. Na ndio maana tutapita katika mitaa yote e, Yesu akiwa ameinuliwa, kuutangazia ulimwengu kwamba Yesu yu mzima na tunaweza kwenda kushangilia kama vile katika habari za agano lile la kale mfalme Daudi, sanduku la agano lilipokuwa linaingia Yerusalemu, alipocheza hadi nguo zake zikadondoka. Ni siku ambapo waumini wote wa kanisa Katoliki na dunia nzima lazima waweze kumshangilia Yesu wa Ekaristi, anapita katika mitaa yetu, anabariki mitaa yetu, anabariki nyumba zetu, na ndicho kipindi ambacho sisi lazima tuweze kusujudia na tuweze kuleta maombi yetu pale kwake. Kwa nini Yesu Kristo katika um, mwonekano wa umbo ili la mkate anaficha utukufu wake, anaficha ukuu wake, kama vile Musa alivyoficha e, uso wake katika ule utaji. Yaani utukufu wake ni mkubwa sana, mashetani wanamwogopa Yesu, mashetani wanatemeka kwa damu ya Kristo. Sisi je, kama mashetani wanatemeka, sisi kwa nini tuweze kuwa na kiburi mbele za yesu ya Ekaristi? Tunyenyekee mbele zake Tumtangaze kwamba yupo na atakuwa na, kwa sababu baada ya maisha haya atatupokea katika karamu yake huko mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.